Karibu tena kwenye Lixer Media. Leo tunaangazia siasa za Magharibi mwa Kenya, ni nani hasa anayeweza kuitwa kingpin wa kisiasa ene wa eneo hili tunatazama nafasi za viongozi wakubwa kama Moses Wetang’ula, Musalia Mudavadi, Eugene Wamalwa na George Natembeya, kwa msingi usha wa ushawishi wao wa kisiasa na jinsi yanavyoshikilia ya kura na uungwaji mkono ndani ya jamii ya Magharibi. Kwanzia miaka kumi iliyopita, Magharibi Kenya imekuwa ikichukua nafasi muhimu katika siasa za kitaifa, si tu kama sehemu ya kura, bali pia kwa kuwa na viongozi wakubwa waliokuwa wakiwakilisha Magharibi hadi serikalini kwa mfano Musalia Mudavadi aliteuliwa kama naibu waziri mkuu na baadaye alikuwa mkuu wa baraza la mawaziri, huku Moses Wetang'ula akipata umaarufu kama spika wa bunge la kitaifa. Wote wawili wamekuwa sura kuu katika uchaguzi wa kitaifa na muundo wa vyama vinavyojumuisha magharibi ndani ya siasa za kitaifa. Kwa miaka mingi, dui imeonekana kuwa nguzo kuu ya siasa za eneo hili na mara nyingi wameungana katika mikakati ya kitaifa. Hata hivyo, kuna hoja kwamba imetumika zaidi kuinua majina yao binafsi, kuliko kuleta maendeleo ya moja kwa moja kwa jamii. Musalia Mudavadi ni mmojawapo wanasiasa wenye uzoefu mkubwa nchini Kenya. Amehudumu katika nafasi mbalimbali za uongozi na ana historia ndefu ya kushikilia nyadhifa za juu serikalini. Kwa upande mmoja wengi wanamwona kama kiongozi aliyezoea siasa za juu na anayejijengea heshima kwa muda mrefu. Kwa upande mwingine, kuna madai kwamba umaarufu wake umekuwa ukipungua kutokana na ukosefu wa matokeo ya wazi ya maendeleo ya eneo la magharibi, hasa kwa vijana na masuala ya ajira. Mudavadi amekuwa akihifadhi nafasi za ushawishi ndani ya siasa za kitaifa kupitia ushirikiano wa vyama na mamlaka za juu, lakini uungwaji mkono wa hardi bado ni changamoto yake kuu kwa eneo la magharibi. Moses Wetang'ula kama spika wa bunge la kitaifa ni mmoja wa wanasiasa wakubwa magharibi Kenya. Amejulikana kwa uzoefu wake wa kisiasa na uwezo wake wa kufanya maamuzi ndani ya bunge. Kwa karne hii amekuwa mtetezi wa masuala ya Magharibi, lakini kama Mudavadi anaegemea sana sera ya vyama vya kitaifa na siasa za uridhi badala ya mabadiliko ya kiuchumi ya haraka. Kuna hoja kwamba Wetangula ana mvuto mrefu, lakini sio lazima anaongoza kwa nguvu za kisiasa miongoni mwa watu wa Magharibi wakati huu, au kusema yeye ndio kingpin. Eugene Wamalwa ni kiongozi wa DAPK na amekuwa akijitokeza kama chanzo cha siasa mpya Magharibi, ingawa si tajiri wa uzoefu kama Wetangula au Mudavadi. Wamalwa ameonekana kama mlengaji wa siasa za eneo hili kwa vizazi vipya. Kama kiongozi wa chama ametumia nafasi yake kujaribu kukua kama mtetezi wa masuala ya maendeleo ndani ya Magharibi na kuongeza ushawishi wa DAP-K hasa kwa wapiga kura vijana. Sasa tunaelekea kwenye mgombea mpya ambaye amekuwa akibua mjadala mkubwa, George Natembeya, gavana wa Trans Nzoia. Natembeya ameibuka kama kiongozi chipukizi anayezungumzia mabadiliko ya kisiasa kwa nguvu akitaka nafasi mpya ya uongozi wa, wa Magharibi, kama mbadala wa vizazi vya zamani vya kisiasa. Yeye mwenyewe amesema viongozi wa zamani kama Mudavadi na Wetang'ula ni sehemu ya vizazi vya zamani vinavyohitaji kutopewa nafasi tena, na ameanzisha harakati zinazojulikana kama Tawe Movement ili kuhamasisha kizazi kipya cha viongozi. Lakini ni muhimu kufahamu kwamba ripoti za utafiti ambazo zilimpa nafasi ya juu ya ushawishi kama kingpin wa Magharibi zilikuwa si za kweli. Kampuni ya utafiti ilikanusha matokeo hayo, African Check. Acha tuwe wawazi, hakuna jina rasmi linaloelezea kwa hakika ni nani kingpin wa magharibi mwa Kenya. Kwa miaka mingi viongozi wazito kama Mudavadi na Wetang'ula waliwahi kuongoza mjadala, lakini sasa mgogoro huu unaonekana kuvurugika kwa sababu ya changamoto za vizazi vipya, hasa vijana ambao wanataka mabadiliko makubwa zaidi. Wengi wanaona kwamba Natembeya anaongoza kama mlio wa mabadiliko huku Wamalwa akionekana kama chaguo la mbali kwa wapiga kura wanaotafuta mtindo mpya wa uongozi. Kwa uhalisia, hatuwezi kumwita kwa hakika mtu mmoja kama kingpin wa magharibi kwa sasa. Sasa ni mabadiliko, na mabadiliko haya yanaonekana kupandisha nguvu vizazi vipya uliopo sasa, tunapokaribia uchaguzi wa mwaka wa 2027 Lazima tuangalie sio tu jina, bali sera, matokeo na uongozi wenye msukumo kwa maendeleo ya jamii. Ikiwa umeipenda hii video, bonyeza like, subscribe na udondoshe maoni yako hapo chini. Je, unaona nani atakuwa kweli kingpin wa magharibi Kenya mnamo mwaka 2027 2027? Wetang'ula, Mudavadi, Wamalwa au Natembeya? Tunakuona kwenye video ijayo. Bye, bye.